Kwanza kabisa nina furaha leo, nimefika nimefika kwenye soko la Buzebazeba. <laughs> ni furaha yangu kukutana na watu ambao walinipigania kwa jasho na damu kuhakikisha nakuwa mbunge, na kazi pekee nitakayoifanya kazi ya kwanza ni kuhakikisha nasimamia maslahi yenu kama nilivyoahidi mwanzo, na nimewaambia madiwani, nimewaambia mkurugenzi kwamba hatutataka watu wetu wabuguziwe kwa aina yoyote. Kama kuna jambo lolote ambalo mkurugenzi na watu wake wanataka kufanya hapa sokoni basi atutumie sisi watu wenu ambao mmetuchagua, ili tuje tuongee na nyie, tuwapa elimu ya kutosha, mjue ni kipi ambacho kinaenda kufanyika na sio kukurupuka na kuja kusumbua watu hapa sokoni. yeah! yeah! yeah! yeah! yeah! Najua, najua kwamba wauza nyanya hapa Buzebazeba, ukiangalia mazingira haya, mlitakiwa mjengewe kimvuli kikubwa cha juu ili muuze kwenye vizimba vyenu na sio mabanda ambayo mvua ikinyesha mnashindwa hata kufanya biashara. Basi tuachieni tuende tukafanye kazi, kwa sababu huu ni muda wa kazi na si ndo watu wa kazi? Basi nadhani, nadhani imeeleweka vizuri, na mimi nachokiomba naomba sana, uh, watu wanapokuwa wanakuja kuwafanyeni vurugu, mtoe taarifa mapema kwa viongozi wenu ili tuje tuweze kuteka cover mwanalewa vizuri. Msikubali mtu akaja kuwaonea humu ndani, kwa sababu waba wewe wa, una mtaji mdogo au ni masikini. Nyiye mlichagua masikini wenzenu ili waje wawasaidie kwa, kwa maana hiyo. Kwa maana hiyo, watu wa Buzebazeba sokoni, nataka tuje tufanye ziara rasmi tukiwa na mkurugenzi pamoja na watu wake ili isionekane tunaongea tu sisi wenyewe, wao hawajui chochote. Nataka tuongee na wao wakiwepo, tuwaonyeshe msimamo wetu kwa watu wetu, kwa wafanyabiashara wetu. Msimamo wetu ni huu kwa ajili ya kuhakikisha nyinyi mnafanya biashara kwa amani na upendo kabisa, hapa Buzebazeba. Basi nashukuruni sana yeah. yeah. yeah.